Ameleta shahidi hapa aliyechunguza, anasema nimechunguza kuanzia tarehe nne tarehe nane Um, um, ngoja <laughs> shahidi amekuja hapa kwenye mahakama sasa. Hii ni ah, so yeah. tofauti na nyingine. Well, they are um, yeah. Kesi hii bado haijaanza kusikilizwa bado tupo kwenye committing stage fine, yeah, fine. Na tusema ni kwamba kwenye kesi ambayo imetokana na the the the the the same event, the same transaction, the same day, the same same event transaction day person, in fact the same meeting, wamesema imesha lichunguzwa na mtu mmoja anaitwa Assistant Inspector John. Um, narudia tena kwa hiyo na, narudia tena shauri hili bado halijaanza kusikilizwa katika committing stage sawa, nataka tu mheshimiwa iwe iwe kwenye kwenye record record record. I'm not asking you you to to make a decision on on that one yeah. I just want you to put it on record. actually we know what the guest are playing ingechunguzwa <clears> siku nne, ndio maana tarehe 9 nitakamatwa na tarehe kumi nikashtakiwa hapo kwa hii wanayosema ya miezi mitatu baadaye. Hii ni nini kama sio abuse of the court process? Ndiyo Mheshimiwa. <coughs> <coughs> Mkurugenzi wa mashtaka, mwendesha mashtaka ya jinai wa nchi hii anawajibu kikatiba, anawajibu kikatiba wa kuhakikisha mfumo wa mashtaka hautumiwi vibaya kuonea watu autumiwi vibaya kuonea watu. b 594 ya katiba, katika kutekeleza mamlaka yake, mkurugenzi wa mashtaka atakuwa huru, hataingiliwa na mtu yeyote ana mamlaka yote na atazingatia mambo yafuatayo: A, nia ya kutenda haki; B, kuzuia matumizi mabaya ya taratibu za uto, utoaji haki na C, maslahi ya umma na wajibu huo mheshimiwa ni wajibu wa kisheria vilevile kwa mujibu wa sheria ya mamlaka ya uendeshaji wa mashtaka National Prosecution Service section 8 in the exercise of powers and performance of his functions The director shall observe the following principles namely, A, the need to do justice the need to prevent abuse of the legal process and the public interest. Kama kesi kubwa za uhaini zilitumia miezi sita na siku kumi na saba miaka hamsini na tano iliyopita au mwaka mmoja na siku kumi na saba miaka arobaini na tatu iliyopita, arobaini na mbili ya mso. Mheshimiwa, ni haki gani ambayo inatendeka hapa? Hiyo nia ya kutenda haki iko wapi? siku tisini hatujaanza bado, tunapigwa tunaombewa ahirisho. Hiyo hiyo haja ya kutenda haki kwa watu hiyo haja ya kuzuia matumizi mabaya ya mfumo wa kimahakama mfumo wa mashtaka iko wa, wa, wa nani? Maslahi gani ya umma yako hapa? Maslahi gani ya umma yanayo yanayo justify uzembe wa aina hii. Uzembe. Na mheshimiwa, nisije nikasahau wajibu wao wa mwingine wa katiba, wajibu wa mahakama yako tukufu ibara ya 107 capital a ibara ndogo ya pili b. Yes, katika kutoa uamuzi wa mashauri ya madai na jinai kwa kuzingatia sheria mahakama zitafuata kanuni zifuatazo, yaani b, hutochelewesha haki bila sababu ya kimsingi. Mheshimiwa, ukiwaruhusu ahirisho jingine, utakuwa umekiuka, kwa maoni yangu, utakuwa umekiuka wajibu wa kikatiba wa mahakama yako tukufu kuhakikisha haki haicheleweshwi bila sababu za kimsingi. Kwa hiyo tunafanyaje? kitugana iomba mahakama yako tukufu ifanye Namba moja, Mheshimiwa Hakimu, ninaomba mahakama yako tukufu waamuru mawakili wa serikali hawa waiambie mahakama baada ya kukaa na hili faili kwa wiki walizo, walizo kaa nalo, ushahidi unatosheleza? Kama ushahidi unatosheleza, wapeleke Mahakama Kuu ukakutane kwa jaji. Hilo la kwanza. Na hiyo ni 1245. Kama wanaona upelelezi ushahidi walioupata hautoshelezi, waelekeze, mheshimiwa, waamuru, sio maelekezo, ni amri, they should enter a nolle prosequi immediately, kama inavyosema section 245 ni mawili, kuna ushahidi, peleka faili mahakama Kuu. Ushahidi hautoshelezi, sio ahirisho jingine. Mheshimiwa, ninaelewa wasije wakasema nimesahau. Ninaelewa kwamba chini ya 245 tano, wanaweza upande wa mashtaka, unaweza ukaomba muda zaidi wa upelelezi kama kama ushahidi walionao hautoshelezi, wana wana uwezo chini ya 245 ya kuomba muda zaidi wa upelelezi. Sasa kuna hoja mbili hapo, Mheshimiwa anataka uzitafakari. Uzi moja ni kwamba hawajasema kwamba wanahitaji ushahidi ushahidi zaidi, hawajasema. Kwa hiyo hiyo option haipo. Hawajasema kwa hiyo, tunarudi kwenye option zile either an immediate knowledge for se or information. Mheshimiwa wa ziada wa upelelezi inasema, if there is reason to believe, if there is reason to believe that further investigations will change the position. Kama kuna sababu za ku- za kuamini kwamba upelelezi zaidi utabadilisha hiyo hali ya kutokuwa na ushahidi wa kutosha, wanaweza wakaomba ashi, na nimesema hawajaama, lakini hata kama wangesema kuna sababu Mheshimiwa, ninge ningekuomba uwaambie wazitoe hapa, hata tunataka ushahidi, toeni sababu zinazowafanya muamini kwamba siku zingine za ziada. Nimeshindwa kupeleleza kesi ya mtu mmoja kwa miezi mitatu, siku za ziada zikawawezesha kufanya hiyo kazi reasons to the court the duty to give reasons na mashauri hapo Mheshimiwa ni Muhamed Jawad Mruj, Muhammed Jawad Mruj ya Minister for Home Affairs, Muhammed Jawad Mruj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

Jaji kiongozi Barnabas Albert Samata, kama wanaamini kuna chakufu na nanii, bado watoe hizo sababu za kuamini. Mheshimiwa, naomba nimalizie, na naomba nimalizie kwa kusema mheshimiwa, usiruhusu tena, usiruhusu tena o lingine wamemkamilisha ushahidi kama walivyosema, <laughs> <laughs> <laughs> <tua> watuambie unatosheleza. <laughs> <laughs> if yes, kama ushahidi <information> haujakamilika <laughs> na hawajaomba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 b maslahi ya umma yana demand, kama hawana kesi, yana demand, e, maslahi ya umma yana demand kutenda haki, doing justice demands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

parties act notwithstanding powers of the registrar to cancel registration of a political party the registrar shall not cancel registration of a political party if the period during which the general elections would be held does not exceed 12 months. Hawezi msajili hata kama ana sababu hana mamlaka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 That is a classic abuse of the court process. Na namna ya kutokumruhusu ni kuambia mna ushahidi, High Court hamna ushahidi wa kutosha An immediate knowledge. Japan would hire Ka kabla ujakaa, nataka pia uitaarifu mahakama. Tarehe iliyopita ulitoa a lot of concerns namna yes. unavyoishi kule yes. Nataka uieleze mahakama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 na hayo maneno aliyasema mwaka 1853 Fred Douglas alisema Power concedes nothing without a demand it never be it never will mamlaka huwa haitoi chochote bila kudaiwa haijai kutokea na haikatokea baada ya kudemand hapa, mheshimiwa, baada ya my demands here, kesho well, yake mkuu wa gereza aliniita akaniambia unataka tufanyeje, mheshimiwa? Nisha tamwambia nataka yale ndio ambayo nimeyalalamikia tangu siku ya kwanza, niruhusiwe ibada. Kwa hapa tu report mheshimiwa kwamba Jumapili iliyofuata nililetewa padre kwenye sala yake Jilekala, Father George liletwa faos alilnimepata huduma ya kiroho na bwana, bwana jela akauliza, na kingine, nikamwambia nataka nifanye mazoezi mahali salama uwanjani. Kama unakumbuka, mweshei kuambia uwanja huko nyuma ya selo yangu. Akasema na hiloa kwao, siku hizi nafanya mazoezi uwanjani, napata s aina hiyo imetekelezwa na mawakili wangu, siku hizi tunaonana kwenye kachumba fulani. <laughs> kwa hiyo kwa hiyo, mheshimiwa, my demands zilisaidia kufanya mabadiliko, na nashukuru ulinisikiliza mheshimiwa, ulinipa muda nikueleze ya ya mne. Kwa hiyo kuna kuna hayo yamerekebishwa.